Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa e, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Nimekutana hapa na taarifa ambayo kwa namna moja ama nyingine, kwanza niseme imenishangaza sana, lakini pia jambo la pili nimejiuliza kwamba hiki ambacho nakizungumza, mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ameteuliwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania eh, mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan punde tu baada ya kuapishwa aliweza kumteua mwanasheria wa serikali AG ambaye ni Hamza Johari. Lakini pia siku ya jana Hamza Johari amepika ofisini na amezungumza vitu vizito sana. Kilichonishangaza ni kile ambacho Hamza Johari amekizungumza kuhusu mwanaharakati Mange Kimambi ambaye wengi tunamfahamu, Mange ambaye yuko Marekani. Na kikubwa zaidi ambacho Hamza Johari mwanasheria mkuu wa serikali amekizungumza ni kwamba serikali ya Tanzania imeapa kumkamata mwanaharakati Mange Kimambi. Ni kitu ambacho nimetafakari kwa kina sana, kwamba jambo hili linawezekana lakini kwa wale ambao wanafuatilia taarifa zangu hapa, kuna siku hapa nimekuhabarisha eh, kuhusu taarifa fulani eh, ya kwamba eh, kuna, kuna watu ambao wametoka Tanzania, wana usalama kutoka Tanzania ambao wamekwenda Marekani eh, kwa ajili ya kuwatafuta wanaharakati ambao ni wakosoaji wa serikali, lakini pia hata Humphrey polepole balozi mstaafu wa Malawi pamoja na Cuba, alitoa onyo kwa wakosoaji wote wa serikali ambao wapo ndani ya Tanzania, lakini pia wale ambao wapo nje ya Tanzania ya kwamba wajihadhari sana kwamba serikali imeshatuma watu kwa ajili ya kuwatafuta mmoja baada ya mwingine. Nikakuchambulia hapa kwa kina zaidi namna ambavyo sheria za Marekani zilivyo lakini pia wakosoaji kutoka mataifa mengine yani, ambao e, sio kutoka Marekani. Tunapozungumzia mataifa mengine ni kama Mange Kimambi ambaye ni Mtanzania lakini kwa sasa yupo Marekani, namna ambavyo sheria za Marekani zinawalinda dhidi ya kukamatwa na mataifa yao. Na baada ya kusikia jambo hili kutoka serikali, kwa mwanasheria mkuu wa serikali, nikashtuka kidogo kwamba miaka yote hii wamepita wanasheria wakuu wa serikali wangapi e? Lakini pia hata kipindi cha Magufuli, kipindi cha e, rais ambaye kwa sasa ameingia tena madarakani e, Dr. Samia Suluhu Hassan walishindwa vipi kumkamata Mange Kimambi, mpaka yeye aseme kwamba serikali imesema kwamba ni lazima itamkamata Mange Kimambi. Kama nilivyokuambia kwamba ulinzi wa wakosoaji wa serikali nchini Marekani hauishii tu kwenye sheria ya uhamiaji, lakini pia unaingia kwenye mifumo ya mahakama ya jinai pamoja na mikataba ya kimataifa. Nadhani msanitaa kupitisha hapa kidogo, lakini ni ngumu sana kwa nchi za kigeni kama Tanzania kufanikiwa kumrejesha mkosoaji anayedai ulinzi wa kisiasa nchini Marekani. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa kile ambacho mimi ninakifahamu. Basi moja kwa moja tuangalie kwa kina zaidi hiki ambacho amekizungumza mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeapa ni lazima imkamate mwanaharakati wa mitandaoni Mange Kimambi ambaye ni mtanzania anayeishi nchini Marekani. Hii ni kutokana na kile kinachoelezwa kuhamasisha na kuchochea bulugu ambazo zimetokea nchini Tanzania kuanzia Oktoba 29 mwaka huu. Mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari amesema hayo muda mfupi tu baada ya kuapishwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Novemba 5 mwaka 2025 kuendelea kuongoza ofisi hiyo. Hamza Johari amesema ni jambo ambalo halikubaliki kuona mtu mmoja tu anahamasisha uvunjifu wa amani nchini, halafu baadaye tena anarudi kutamba na kujiapiza kuwa lazima arejee, jambo ambalo amelitafsiri kuwa ni dharau ya kiwango kikubwa kwa serikali na nchi, na kwamba jambo hilo halikubaliki. Hamza Johari amesema haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dada tu hata kimwangalia appearance yake anawaambia watu wakafanye hivyo na wanaenda kufanya kweli. Halafu imetokea ameanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Hamza Johari amezungumza hayo, amesema licha ya kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinafuatilia swala hilo kwa namna yake na kama sehemu ya majukumu yao ya msingi lakini ofisi yake pia ina wajibu wa makusudi wa kuhakikisha inashughulikia suala hilo. Akizungumzia asali zilizotokana na vurugu hizo, mwanasheria mkuu huyo wa serikali amesema mali za watu binafsi na za umma zimeharibiwa ikiwemo gari la ofisi yake mwenyewe ambalo limechomwa moto, huku dereva akikimbia waandamanaji. Tumeona mali za watu binafsi zimeharibiwa, tumeona mali za umma including gari la mwanasheria mkuu wa serikali yaani, gari la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali linachomwa moto. Hii haiwezekani. Nimeambiwa kwamba na gari yetu pia imechomwa moto, dereva akakimbia. Hamza Johari amesema hivyo. Amesema amelazimika kuzungumzia suala hilo kwa kuwa muda mfupi tu baada ya kula kiapo chake ameitwa na kuelekezwa majukumu ya kufanya, moja ya majukumu hayo ikiwa ni jukumu hilo la kuhakikisha Mange Kimambi anarejeshwa Tanzania, yaani anakamatwa. Amesema kwamba akitakiwa kuliangalia kisheria jambo hilo na kidiplomasia, na kwamba anaamini jukumu hilo linatekelezeka kwa kuwa ofisi hiyo ina watu makini na mahiri ambao wanahitaji mwongozo na uongozi thabiti. Amesema kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP watahakikisha ya kwamba mwanaharakati Mange Kimambi anakamatwa na kurejeshwa nchini Tanzania. Lakini pia amesema hata ikiwezekana kwa kutumia diplomasia kati ya Marekani na Tanzania atahakikisha ya kwamba mwanaharakati Mange Kimambi anarejeshwa Tanzania. Hii ni habari kubwa mno ya kwamba serikali imejipanga kisawasawa kuhakikisha kwamba wakosoaji wa serikali akiwemo Mange Kimambi ambao wapo nje ya Tanzania wanarudishwa Tanzania kuja kushtakiwa. Hapo mwanzo nimekuambia kwa sheria za Marekani ni vigumu sana jambo hili kutokea. Nadhani pia nimeona Mange akimjibu Hamza Johari amesema jambo hilo wasahau kuja kutokea hata siku moja, labda wamtumie watu kwenda kumuua, lakini sio kumkamata. Sheria za Marekani zinawapa ulinzi mkubwa mno wakosoaji wa serikali kutoka mataifa mengine wasikamatwe na kurejeshwa katika nchi zao, hasa ikiwa wanaweza kudai na kuthibitisha kwamba watakabiliwa na mateso au adhabu kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa. Sasa ulinzi huu unajengwa kwenye kanuni kuu tatu za kisheria za kimataifa na za ndani ya Marekani. Kanuni kuu hizi za ulinzi wa ukosoaji, kwanza ni kizuizi cha kosa la kisiasa, kiingereza chake ni political offense exception. Hii ni kanuni muhimu inayopatikana katika mikataba ya kurejeshwa watuhumiwa yani extradition treaties ambayo Marekani huweka na nchi nyingine. maana yake ni kwamba mtu haruhusiwi kurejeshwa katika nchi yake ikiwa mashtaka anayokabili yanahusiana moja kwa moja na makosa ya kisiasa au harakati za kisiasa. Sasa jinsi ambavyo kanuni hii inavyotumika ni kwamba wakosoaji wa serikali hudai kuwa mashtaka yao kama ni uchochezi, kashfa, uhalifu wa mtandao na vitu vingine yamefunguliwa kwa nia ya kisiasa na si uhalifu wa kawaida. Mahakama ya Marekani huchunguza muktadha wa mashtaka hayo. Ikiwa mahakama itahitimisha kwamba mashtaka hayo yametokana na utofauti wa kisiasa, ombi la kurejeshwa linakataliwa. Kwa hiyo jambo tu likiwa linahusiana na mambo ya kisiasa, ni vigumu mno kumrejesha mtu ambaye yuko Marekani katika nchi yake kuja kushtakiwa. Kanuni ya pili ni kanuni ya kukataza kurejesha watuhumiwa, hii inaitwa ni principle of non-refoulement. hii ni kanuni ya msingi ya sheria ya kimataifa ya wakimbizi ambayo Marekani imejiunga nayo kupitia mikataba na sheria zake za uhamiaji. Maana yake ni kwamba kanuni hii inakataza serikali ya Marekani kumtoa au kumrejesha mtu kwenye nchi ambayo ana hofu kubwa ya kuteswa au kuadhibiwa kwa sababu za maoni yake ya kisiasa, utaifa, dini au kundi la kijamii. Ukiangalia Mange mambo yote zungumza mbali mbali ambayo anayazungumza vitu mbalimbali ambavyo amevifichua kupitia mitandao mbalimbali ya mbali kijamii, ni mambo ya kisiasa. Sheria hii Marekani hutumia mkataba dhidi ya mateso yaani, inaitwa Convention Against Torture CAT. Hii ni sheria ya CAT. Sheria hii inatumika kuzuia kurejeshwa mtu akithibitisha kwamba anahofia kuteswa au kuna uwezekano mkubwa wa kuadhibiwa kikatili na serikali ya nchi yake. Marekani inaweza kutoa ulinzi wa kifedha protection under CAT na kuzuia kurejeshwa nchini kwake. Kanuni ya tatu ni haki ya kusikilizwa mahakamani, hii inaitwa due process. Sasa hii ni mfumo wa kisheria wa Marekani ambao unampa kila mtu, hata raia wa kigeni kama Mange, haki ya kusikilizwa kwa haki mahakamani kabla ya uamuzi wowote wa kumwondoa nchini au kumrejesha jinsi ambavyo yanakwenda kwenye mchakato wa mahakama. Ombi la kurejesha mtuhumiwa linapowasilishwa na nchi ya kigeni kama Tanzania, sasa wakawasilisha ombi huko Marekani mahakamani, ombi hilo lazima lipitie mahakama za Marekani. Mtuhumiwa au mkosoaji ana haki ya kuwa na wakili, kuhoji ushahidi na kuwasilisha utetezi wake hapa ikiwemo madai ya kuteswa au mashtaka ya kisiasa, tena mbele ya jaji. Mzigo wa ushahidi, serikali ya nchi ya kigeni kama Tanzania sasa lazima ithibitishe kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba mtuhumiwa huyo alifanya uhalifu unaweza kushtakiwa kisheria kulingana na sheria za Marekani. Narudia tena kama nilivyokupitisha katika kanuni tatu hizi ambazo ni ngumu mno, raia wa kigeni wanalindwa sana Marekani. Kwa ufupi niseme kwamba ulinzi wa ukosoaji wa serikali nchini Marekani hauishi tu kwenye sheria ya uhamiaji, lakini pia unaingia kwenye mifumo ya mahakama ya jinai na mikataba ya kimataifa. Ni ngumu sana kwa nchi za kigeni kama Tanzania kufanikiwa kumrejesha mkosoaji ambaye anadai ulinzi wa kisiasa nchini Marekani. Kwa hiyo tusubirie kuona mwanasheria mkuu wa serikali AG Hamza Johari ambaye amesema amepewa jukumu na serikali kuhakikisha kwamba mwanaharakati Mange Kimambi anarejeshwa nchini Tanzania. Amesema hata ikiwa ni kwa kutumia diplomasia kati ya Marekani na Tanzania atahakikisha ya kwamba Mange anarudishwa Tanzania haiwezekani mtu mmoja tu yupo huko anahamasisha hivi na hivi. Tusubirie kuona kama jambo hili litawezekana. Na kupa mpano tu kipindi cha Magufuli, e, ingekuwa ni kumrejesha Mange kama inawezekana basi angerudishwa. Na hata kipindi cha e, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani baada ya kifo cha Magufuli, mpaka awamu hii ambapo anaingia tena madarakani kama kulikuwa kuna uwezekano wa kumkamata Mange basi ingewezekana, lakini ni vigumu sana. Tusubirie kuona ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG, ambayo ofisi hii mara nyingi sana ni kuishauri serikali kuhusu maswala yote kisheria, ya kisheria ya kimataifa ikiwemo uendeshaji wa ombi la kurejesha mtuhumiwa AG, lakini pia huwa na ratibu utumaji wa ombi hilo kwa njia za kidiplomasia kama kupitia wizara ya mambo ya nje lakini pia anahakikisha ombi hilo linatimiza vigezo vyote vya kisheria kulingana na sheria za Tanzania na Marekani. Tuone kama atafanikisha jambo hilo, lakini pia kama alivyosema, kwa kushirikiana na DPP watahakikisha kwamba Mange anarudishwa Tanzania. Kwa nini kataja ofisi ya DPP? Ni kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka yani DPP, hii ndiyo ofisi ambayo inaandaa hati za mashtaka na kutoa kibali cha kukamatwa kimataifa, yani international arrest warrant kwa kutumia Interpol. DPP huwa anaandaa faili kamili la kisheria ambalo linaonyesha kosa au makosa yaliyofanywa, lakini pia pamoja na ushahidi. Tuachie maoni yako, lakini pia kubwa, endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.